ametufikisha leo kuonana na, na rais tunasubiri kumwapisha tarehe 30, insha Allah. Mheshimiwa Rais, mimi unaoniona hapa kwanza ni muhanga wa chama hiki cha ACT Wazalendo, nimeanzia na kafu tangu 2015 na sasa hivi ni mwenyekiti wa vijana Jimbo la Mahonda, kwa hiyo pia ni mfanyabiashara wa soko la Kinyasini inazungumza ambayo yanajikireketa ndani ya moyo wangu tulofanyiwa na madhalimu waliokuwepo hapa na wengine. La kwanza, soko unaliona ni chafu, hili halina huduma sahihi ya kusafisha. Suala la pili, sote umetuona tumekuwa kama mbuzi wa kafara, yani tunachinjwa alafu tunaruka tu, damu inamwagika upande wa pili. Nachomaanisha ni kwamba sisi inatolewa shilingi alfu kila siku, mwisho wa mwaka ni sawa sawa na shilingi laki tatu na sitini na moja alfu kwa bei ya kawaida. Mwaka ukiwa mdogo ni sawa sawa na laki tatu na alfu sitini. Baada ya hapo sisi tunatoa kila siku kwa kadi zao ambazo wamebuni watu kwa lengo la kutudhulumu sisi Wazanzibari wenye mamlaka kamili, lakini tumenyang'anywa, wanatoa wanatupa kila siku tunatoa kadi ya shilingi mia tano mia tano mara mia tatu na sitini moja manake ni saa saa na laki moja na usheni. Baada ya hapo sisi tunatoa pesa ya, ya choo. Unapoenda choo unatoa shilingi mia tano wakati mkuu wa soko wa mwanzo alikuwa unatoa shilingi mia mbili Mimi ninachofahamu hii ni sekta ambayo sisi tumejipanga kwa lengo la madhumuni kuepukana na, na maovu ambayo yako mitaani. Tumekuja hapa kama ni wafanya kazi wa idara hii ya kufanya biashara. Mnachoshangaa, mwalimu anapoenda kusomesha skuli halipicho, askari anapoenda kazini halipicho. Sisi hapa ni sehemu yetu, ni kazi, lakini cha kushangaza tunalipia choo. Sasa udhalimu huu mimi nishauzungumza zaidi ya mara tatu au mara nne kwa viongozi wa soko, sehemu tofauti ndani ya soko hili la Kinyasini, yani kulingana na idara tofauti ya mkuu wa soko anavyokuja hapa. Tuna mkuu wa soko mmoja anaitwa Bi Arafa. Hamuna kuficha, tunasema kitu dhahiri, kwa sababu tunajiamini na tunazungumza chenye uhakika. Hatuzungumzi kitu ambacho hakina uhakika. Bi Arafa huyu tangu kuingia sokoni hapa anatufanyia mabaya. Leo mara nitafukuzwa hapa, mara nitafukuzwa, leo mara nitafukuzwa, lakini mbali tangu kuja sokoni sisi hatumjui kwamba ni mkuu wa soko, kwa sababu hajatembea, hajajitangaza kwamba yeye ni mkuu wa soko. Na mtu anapoingia katika idara husika anatakiwa aseme kwamba mimi ni fulani, nimekuja kwenu kwa lengo fulani, athari fulani, faida iwe hii. Haya ndio makubaliano ambao wafanyabiashara wanayataka, na makubaliano haya nchi tofauti ndio yanavyofanywa. Cha kushangaza, yeye akija anakwenda ofisini maana yake ni kwamba anaenda kule, kuna vyooyote sisi tumepigwa na jua huko, hajui shida zetu. Wanatoa vikaratasi, akiwemo yeye kwa sababu ilikuwemo kamati ya soko ya mwanzo. Alikuja kwa so, mkuu wa wilaya hapa kama sikosei, nikamwelezea akasema, tumwachie wiki moja au mbili, hili swala litaondoka, lakini wallahi thumma wallahi, mpaka sasa hivi wanakula pesa zetu kwa mbinu hiyo. Wakati huyo Mheshimiwa ambaye yupo sasa hivi Mheshimiwa Rais anasema kwamba vikaratasi lazima viwe vya kielektroniki. Wanatoa vya kielektroniki, lakini na njia nyingine wanatengeneza ya kutengeneza majumba yao. Mimi nina mwaka wa sokoni, nyumba sijamaliza na nimo kila siku, lakini wao wanakuja miezi mitatu minne, mtu ana nyumba hazipungui thelathini. Uonevu huu Mheshimiwa Rais utaisha mpaka siku gani, na unatuahidi nini Wazanzibari au Watanzania kwa ujumla, kwa sababu utakuwa unaongoza taifa na hili Zanzibar, hapa Zanzibar soko hili la Kinyasini wanafanya kazi watu wa aina tofauti, makabila tofauti, na tumeishi kama ndugu kwa baba mmoja au mama mmoja bila kubagua. We unatuahidi nini baada ya kupata urais na inshallah kushakuwa rais? Yeah. Yeah. Je, hili swala litaondoka au utabaki udhalimu kama huu kabla ya kuwa rais? Namaanisha hizi siku ishirini utachukua fatwa gani juu ya Rafa <laughs>